Nimeona ni, ni, ni ile video ambayo nimeposti, comment zimekuwa ni nyingi kwelikweli, kila mtu anazungumza na kwake, walau wa Tanzania wangetamani wasikie kutoka kwako. iki unachoumwa unahisi kinatokana na aina ya maisha ambayo uko unaisha, unywaji? Hapana, kwa, hmm, ha, kwa kweli siwezi kusema naumwa hivi kwa sababu ya kunywa vile pombe au nini. Hapana, ni ugonjwa tu kama ugonjwa watu wanaoumwa kawaida. Hmm, ya. Watu wanasema kwamba huyo labda atakuwa tayari huyo, tupo na wewe mpaka tuone mwisho wako, mpaka umekufa, maneno kama hayo. Hapana ziwei, mimi bwana, mimi pia ni binadamu, na kama kuna interview nilifanyaga na wewe, nilisema mimi pia naweza nikaumwa ugonjwa mwingine tu tofauti na ugonjwa wa pombe. Alafu ni binadamu pia, kwa mwili saa zingine unakuwa haupo sawa. Naweza nikaumwa kitu fulani na fulani, naweza nikaumwa, sio mpaka niumwe. Kuhusu mambo ya pombe, sidhani kama naweza pombe inaweza kanisababishia mpaka mimi kuumwa kuacha. Mm -hmm. Yeah. mwezi mmoja umeumwa mpaka sasa, mathara ni kesho, kaamka vizuri, Mungu amejelea, umepona, tunaacha pombe ama tuwezi kuacha? Ah, nikisema ukweli, mm -hmm. siwezi kuacha pombe. exclusive interview na miongoni mwa watu ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani ufahamu vingi kutoka kwake, ama ungetamani ufahamu vingi ama usikie vingi kutoka kwake. Mmoja kati ya watu ambao mitandao yeah, ya kijamii inamfahamu anafahamika kwa jina la Tony Professor, eh, bingwa wa kunywa pombe kali. Nyundo TV tuliwashawahi tuli, tuli, tuli, tuli, kufanya mahojiano mara kadha wa kadha kuhusiana na aina content ambazo yeye anazifanya, unywaji wa pombe e, eh, sidhani kama kuna pombe ambayo ameshawahi kunywa yeye kafeli, ama kuna pombe ambayo hajawahi kunywa. Anafahamika hivyo, ni fundi fundi fundi wa kunywa pombe zote kali. Kama ni miongoni mwa watu ambao wapo karibu na mitandao ya kijamii, bila shaka utakuwa eh, unamfahamu huyo jamaa. Na taarifa ambayo Nyundo TV imetufanya tuweze kufika hapa ni kuhusiana na kile ambacho yeye alikuwa amekiposti, aliposti kunako mtandao wake wa Instagram yeye eh, kwamba anaumwa, ni mgonjwa. E, Nyundo TV tukastuka bwana, tukasema, wacha tukamtembelee ndugu yetu atuambie, ama tuzungumze naye. Na tumeona viewers ni wengi kweli kweli, takriban e, zaidi ya laki tano. Watu ni wengi, wanauliza anaumwa nini, wengine nasema kwamba anaumwa hiki, wengine nasema pombe tayari, wengine nasema kwamba anaigiza, lakini Nyundo TV tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye e, kujibu maswali yote ambayo watazamaji, viewers, watu ambao e, mlikuwa mnapenda kile ambacho Tonie Professor nikifanya, mlitamani mwajue kwa hakika, mnakwenda Eh, kuya fahamu Toni Profesa. Ah, safi vipi ndugu yangu. Ah bwana safi, useme safi, sio safi bwana. Na nikwambie pole kwanza, maana nimeona video yako ile eh, umeposti unaumwa, jasho linakutoka, nikastuka hata watazamaji wa Tanzania wamestuka, nikasema tuje tuzungumze walao kidogo. Shida ilianza lini hasa? Ah, shida almost sasa kama mwezi mmoja hivi toka najisikia vibaya Yeah. Kajaribu kwenda hospitali mm, kwenda kupima pale, lakini sijajua mpaka sasa hivi changamoto ni nini, lakini kila nikipima magonjwa yote sipati, sipati ugonjwa ambao unanisumbua. Kama nitakuja kufanya mambo ya check up mwili mzima, lakini ya magonjwa haya kwetu haya mm, sijayapata mm, yeah. Lakini kwa vile ambavyo wewe unavyojitazama, vile ambavyo ulivyo, unahisi nini kinakuuma zaidi mwilini? Ah, bibi, nahisi tu tutakuwa tu ni ugonjwa tu wa kawaida ambao naumwa, ambao unaweza nikaa sijui, kwa sababu kuna muda huwa nasikia kama kichwa kinauma na natokwa sana jasho ya yeah, hivyo naona hapa majasho mengi kwa liko mmm, nasubua sana mm. Yeah. Labda kwenye hizi ile harakati zako za siku zote za za unywaji wa pombe, ulikuwa ni mtu ambaye unakula vizuri? Eh, hey, kula, nakula vizuri, mm. -hmm. takunywa vizuri, nakunywa maji mengi. Mm. -hmm. Eh, kona kula vizuri kabisa. Swala la mazoezi. Ah, mazoezi sio sana, sababu mtumiaji pombe kali na mazoezi sana na ni sio nzuri. Kwa mazoezi ya kawaida tu haya, push up nini kwa nafanya. Mm. -hmm. Yeah. <laughs> Nimeona ni, ni ile video ambayo nimeposti, comment zimekuwa ni nyingi kuliko ile kila mtu anazungumza kwake. Walau wa Tanzania wangetamani wasikie kutoka kwako. Iki unachoumwa unahisi kinatokana na aina ya maisha ambayo kwa unaisha unywaji? Hapana, kwa kweli siwezi kusema naumwa hivi kwa sababu ya kunywa vile pombe au nini. Hapana, ni ugonjwa tu kama ugonjwa watu wanaoumwa kawaida. Mm. Yeah. Na watu wanasema kwamba huyo labda atakuwa tayari huyo, tupo na wewe mpaka tuone mwisho wako, mpaka umekufa, maneno kama hayo. Hapana, zewe mimi bwana, mimi pia ni binadamu. Na kama kuna interview nilifanyaga na wewe nilisema, mimi pia anaweza nikaumwa ugonjwa mwingine tu tofauti na ugonjwa wa pombe. Alafu ni binadamu pia. Kwa mwili saa zingine unakuwa haupo sawa. Naweza nikaumwa kitu fulani na fulani, naweza nikaumwa sio mpaka niume kuhusu mambo ya pombe. Sidhani kama anaweza pombe inaweza kanisababishia mpaka mimi kuumwa. Ya. Yeah. Mwezi mmoja umeumwa mpaka sasa. Mathalani, kesho ukaamka vizuri, Mungu amejalia umepona. Tunaacha pombe ama tuwezi kuacha? Nah, nikisema ukweli mm-hmm, siwezi kuacha pombe kwa kweli, siwezi kabisa, na hata kama naumwa popote pale ambapo nipo lazima nitakuwa na pombe yangu kwa sababu sioni kama pombe inaweza kanipelekea mpaka nikawa nika, kanifanya mpaka nikaumwa, hapana. Kwa kuacha pombe sio kweli. Siwezi. <laughs> Na, siwezi siwezi. Uwezi kuacha pombe? Kabisa. Never. Siwezi. Na nimestoka nimekuliza hilo swali kwa sababu nimekuja ni, ni upo eh, kitandani unaumwa, lakini nakutana na vichupa hapa vya pombe, inaitwa inaitwa kali eh, melzi mia mbili eh, na alcohol kama thelathini na saba Tafsiri yake nini? Upo kitandani unaumwa, lakini una dozi yako hapa, sielewi. Si kwamba hivi vichupa vitatu unakunywa mara ngapi? Labda... Ah, hivi bwana ilibidi ninywe hata kwa mara moja lakini nalipelekea mpaka sasa hivi kwa sababu ya kuumwaumwa naweza nikanywa mara tatu, mm. yaani ki nikanywa asubuhi, nikanywa mchana, nikanywa jioni kwa sababu ya hivi kujisikia, lakini sio kwamba naweza nikanywa kama vile nilivyokuwa nakunywa mwanzo, hapana. mm. yeah. lakini siwezi kwamba naumwa alafu sinywi pombe hapana, haiwezekani. Ni swali ambalo mtu anaweza kujiuliza, unaumwa alafu umekunywa kali. Tofauti yake ni nini hasa? Kwa nini unaumwa alafu umekunywa kali? Ah, ndugu yangu mimi bwana. Aa, niseme mimi na pombe yani, mimi siwezi kuacha yani, siwezi kuacha kunywa pombe mimi, pombe nitakunywa, kwa sababu kuumwa kwangu hakusababishi, eti kwa sababu ya pombe ndio nimefanya niumwe, hapana, mimi mm -hmm. naumwa tu magonjwa kawaida, lakini pombe lazima nitakunywa, na kila utaponikuta lazima utanikuta na pombe. Kabla ya kunywa hii kali na mara baada ya kunywa, tofauti ya mwili wako upoje? labda Ah, kidogo nikiwa hata nikiitumia kwa asubuhi mm, eh, then kwa sababu mimi mpaka naumwa na maana sina dawa ambayo naitumia mm. Kwa hiyo ni mimi tu nasikilizia mwili navyoona unavyoenda, kwa hii huwa na naitumia mm. Lakini nikiitumia nakuwa niko sawa, nakunywa safi wale mm. oh, so, ambao walikuwa naamini kwamba anaondoka aa za, ah bwana, mimi wale nawaambia kwamba ujafa, ujaumbika na usimwombee mwenzio ukiwa na wewe, ujui utakufa lini, maisha yako atakueje. Kwa sababu sisi wote ni wapitaji, hakuna lokuja kulinda dunia. Na kama ikitokea nimekufa ni sawa, kufa ndo binadamu ndo tumeumbwa hivyo. Kwao usimwombee mtu ubaya na ndio maana toka mwanzo mimi huwa nasemaga kwa kwamba watu wangu mimi, ambao wananifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii mm. na watu wanaonichukia na watu pia wanaonipenda, kwa mimi nawapenda wanaonipenda na wale wasionipenda pia mimi nawapenda mm. yeah. bado unaamini mpaka leo kwamba mtu hawezi kufa kwa kunywa pombe kwa Hapana, mimi siamini na sizani kama kutakuwa na hicho kitu yani kwamba mtu afe kwa sababu ya pombe, hapana. So kweli, yani mm -hmm, mtu anaweza kafa kwa sababu ya magonjwa yake mengine, amekufa kwa sababu ameugua, amepata ajali, lakini sio kuhusu mambo ya pombe. Ni kweli, nilisema kwa sababu ile video nikinukuu, nilisema madaktari, msiwaongopee watu kwamba pombe inaharibu figo, pombe inaharibu maini, pombe ina nini. Kwao nikaambia kwamba nyie amjui mpaka leo, mimi nimekunywa pombe mpaka sasa hivi, nimefikia hapa nilipo, naumwa kitu gani? Alafu mm. nyie mzungumzia habari za figo. Kwao nilimaanisha kwamba mtu yote ambaye unahitaji kusema kitu iwe either imekukuta ama umehakikisha, lakini sio kwa kusema kwa watu ama kwa kubashiri mm. kwamba eti pombe inaharibu figo inaharibu maini. Hapana, sio kweli. mm. yeah So, tunawaambiaje sasa mashabiki wa, unachokifanya sometimes kuna watu ambao huwa wanapenda. Tunawaambiaje hali yako sasa e? walau kidogo natenga mama, unazidi kudoro. Ah, like mimi hali yangu sasa hivi na hali nzuri kidogo, natoka natumia tumia tumia, hata hii pombe kidogo, hali yangu kidogo naisikia na anaona hali yangu, narudi na kuwa nazidi kupona, kwa mwanzo nilivyokuwa na sasa hivi kidogo hali yangu iko vizuri kidogo, yeah. Salamu zote labda utamani mtumie Manka huko alipo. Ah, Manka bwana niliona ametangaza naye pia kuacha pombe, simshauri kwa kweli yeah. Simshauri aache pombe, mimi nipo pombe bado, nitakunywa ya yeah. Tutaendelea tutaendelea kupambana, lakini hatuwezi kuacha kunywa pombe kwa sababu mimi najua ukiachana na kuhisi kwamba kama nitaacha spidi ile ya kunywa pombe ninavyokunywa pombe zitakuwa ni nyingi sana mtaani Yani watu watakuwa wanalalamika sana, pombe zimekuwa nyingi kwa sababu watu ni wachache, wanaotumia ni wachache, wanaopenda na utumiaji wao ni mdogo sana. Kwa lazima nitaendelea kunywa pombe, lazima nitawasupport wanangu ya yeah. Ukiacha kunywa pombe, pombe zitakuwa nyingi. Yeah, zitakuwa nyingi sana mtaani, nyingi sana sababu hata hivi tu pia nimeumwa, lakini watu wanashangaa, mwanangu amka, amka, piga kunywa kidogo, apiga kunywa kubwa, kunywa hapo, unalalaje unajua eh? watu wanalalamika watu wananipigia simu, kuna watu wananidimu wananiambia, mwanangu, sasa wewe unatangaza kuwacha pombe, sisi tuta nani tutaona tuko na kunywa pombe tunamuona sisi nani? Kwa sababu hatuoni mtu ambaye anaweza kunywa pombe kama unavyokunywa wewe, yeah. kuna watu wananilalamikia sana ni vile nilivyosema kwamba, na watu pia wanaonipenda, na watu wanaonichukia, na pombe ipo kwa ajili ya watu kunywa, na ndio maana imetengenezwa. Ingekuwa ni mbaya, ndio maana sumu, unaambiwa kabisa, bwana, sumu usinywe, hii ni kwa ajili ya wadudu, ni kwa ajili ya nini. Lakini pombe tumewekewa na tunauziwa, kwa hiyo imehalalishwa, tunywe na tuitumie, ila jinsi ya kutumia, kila mtu atumie kwa matumizi yake hivi yani. mpaka leo bado hajapatikana mtu kwa kuzidi kwa unywaji wa pombe. Ha, mimi sizani, maybe anaweza kawepo, lakini mimi sijaona. Kwa kila nikiangalia, kwa maana mimi ninavyoacha, sioni kama kuna mtu anaweza kafanya hicho kitu makini kila mtu anaogopa na nini. Kwa hivyo sidhani kama kuna huyo mtu mm. Yeah. Bwana, nashukuru sana kwa mdago, nashukuru sana bwana. Bwana ni mazungumzo haya na ndugu yetu huyo, eh, Tonie Tonie Professor ni profesa mmoja kati ya watu ambao content zao kubwa, video ambayo masame ameweza kuipost siku kadhaa nyuma, video kunako YouTube channel yetu.